Ah, sasa hayo, hayo, hayo, unajua brother, haya mambo hutokea tu, sio Uganda, yanatokea nchi nyingi duniani e, nchi nyingi duniani kwa sababu e, e, mpinzani kukamatwa mpinzani kuachiwa, mwanaharakati kukamatwa mwanaharakati kuachiwa ni sehemu ya, ya purukushani za ukuaji wa demokrasia nchi katika nchi nyingi duniani, umeelewa sasa. Uh, unajua, mpaka unasema swala la haki za binadamu kukiukwa e, vipo vyombo ambavyo vinaweza vikaripoti na vikathibitisha kweli kuu kuna ukiukwaji wa haki za binadamu katika mchakato wa kampeni mpaka uchaguzi, na vyombo hivyo mara nyingi ni

wenye, mamlaka au majukumu ya kulinda eh, haki hiyo au kulinda amani hiyo, kuhakikisha taratibu zinaenda kama zinavyotakiwa. Lakini kwa hiyo haya ni mambo ambayo katika chaguzi zote hata Marekani utakuta waandamanaji wana shughulikiwa, watu wanalalamika kuwa kuna irregularities katika masuala ya uchaguzi, upigaji kura hakuwa na fairness baina ya chama hiki na chama hiki. Kwa hayo ni mambo ambayo katika uchaguzi wote, hakuna uchaguzi uko perfect menyoka. Na nyoka na mtu utakutana nayo mambo kuanzia kampeni mpaka siku ya kupiga kura.